Imagine umeenda ughaibuni umefanya kazi kwa miaka sita umejitafuta umejipata na umeamua sasa kurudi nchini kwako, kuja kuchukua familia yako mwende mkaishi wote maisha ya ugaibuni. Okay. Na katikati ya safari mnapata ajali na mnafariki wote, ndo kilichomkutia bwana Patrick Josh ambaye alikuwa ni mtaalamu wa masuala ya software Ambaye alienda kuishi Uingereza kwa miaka sita. Na ndipo alipoamua kuja kurudi kuchukua familia yake kama unavyoona kwenye picha hapo. Mke wake ambaye anaitwa Dr. Komi Vyas, ambaye alikuwa ni daktari bingwa sana huko maeneo ya Udaipur, India. Sasa picha hii imeshika sana attention ya watu kutokana na kwamba watu alishia picha hii alikuwa na tabasamu kabla ya ndege kuondoka na wote hao wamepoteza maisha. Ndege hiyo ambayo ilikuwa inatakuwa itoke Ahmadabad huko India, na kuelekea Gatwick Southern London ilipata ajali na familia yao mwamba walipoteza maisha.